Ulikuja na mtoto wako e, alikuwa anasumbuliwa na macho, yani yanatoka usaha macho mm. yanatoka nini usaha. Yuko wapi mtoto wako? hii e, sijawahi kuisikia e. hii ah, hii e, ni kubwa sana e. E, mbona ikushuhudia hii e, ushuhuda huu ni mwingine kabisa. Ilikuwa e, anatokaje usaha hii e, mbona yanatokaje? Ilikuwa ukifika wakati akienda shuleni macho yanavimba. Hmm. Akirudi nyumbani yana, yana, yana, yanaanza kutoka usaha, hmm. Tuka, tukaja hapa. Ushirikina wa tuka. Ajabu sana huo ushirik, ni ushirikina wa ajabu sana macho anatoa nini? Hebu fikiria maushirikina eh? Hii kesi wala hukuniambia. Uliniambia kweli? Hapana, ulikuja kwa imani? E. Eh, ilikuwaje kueje? Tulifika hapa baba nikakwambia kuhusu mimi tukaendelea kuwa tunakuja na maji akawa natumia maji ya akawa nanawa kila siku, akapona kabisa mpaka leo. Akasema mimi ku, ku, yani kuacha kwenda kanisani hapo siwezi. Akapona, akapona mpaka leo. Hebu mtoto, hebu sema, ulikuwa na shida gani? Nilikuwa, nilikuwa na, na, na macho. Yanakueje? Anakuwa nataka usaha usaha macho yanatoka usaha. Leo nikwambie kesi yako ni ndogo, mwambie kesi yako ni ndogo. Hiyo kesi uliyobambikizwa leo inafutwa. Ulienda hospitalini? nilikuwa natumia tu dawa za hospitalini, namwekea, hamna tu. Kwa za kienyeji nilitumia, baba, siweka kwenda atakawaganga kidogo, hamna <laughs> eh, mwisho ukasikia habari za hapa, akanileta mama Salome. Mama Salome ni upi? Mama Sarome, hebu njo wewe. ndio ulimleta kweli? mtoto wake alikuwa na matatizo ya macho, akueleza za kwake, akasauza mtoto, angalia hizo, akumweleza akaeleza za kwake za mtoto kananili, kumbe na mtoto ana changamoto, anathibitisha mtoto. Kwa hiyo uliugua kwa muda gani? mtoto wako ana siku. Aliugua muda na... mrefu mrefu, mm -hmm. Yaani muda mrefu, hata kienda shuleni, muda mwingine aoni ubao, aoni Eti, mtoto ulikuwa ukienda shule na kueje uoni? Eh. Utamwacha Yesu kweli? Amina. amekuponya kabisa? Ndiyo. macho yanaona vizuri? Ndiyo. mtoto alikuwa anatoka nini usaa machoni, yaani hili ndio nimelisikia leo. Lakini baada ya kuombewa hiyo kesi ikafanyaje ikafutwa? Wewe, hiyo kesi yako ni ndogo, hiyo kesi yako ni nini ni kuwa na imani na. Huu binti anasema kwamba tulikuwa tunaendelea kwa imani, tunachukua maji, tunanawa. Mwisho wa siku kesi ikafanyaje? Ikafutika. Imani kuendeleze kumwamini Mungu. Amina, amina. Pigie Bwana Yesu makofi makubwa.